Ya Baraza la, la Sanaa la Taifa, shirika la viwango TBS, wakala wa vipimo, usimamizi wa afya mahali pa kazi, marekebisho madogo madogo pamoja na maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, lengo la, la marekebisho haya ni kuendelea kutengeneza mazingira bora ya ufanyaji wa, wa biashara na kuvutia uwekezaji marekebisho madogo katika, katika baadhi ya sheria za kodi na sheria nyingine mbalimbali. Mheshimiwa Spika, anapendekeza marekebisho ya kufanya marekebisho madogo madogo ya kodi pamoja na nyingine ziwe sanjari na azima ya kurahisisha utekelezaji wake kama ambavyo nimesema kwenye sheria ya fedha. Mheshimiwa Spika, sura ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2025 2 Mheshimiwa Spika, utakumbuka kuwa tarehe 11 mwezi Machi 2025 niliwasilisha mapendekezo ya mfumo wa ukomo wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2025 2026 mbele ya kamati ya Bunge lako zima. Ukomo wa bajeti ya serikali katika mwaka 2025 2026 uliopendekezwa ulikuwa shilingi bilioni 57 na 43. Baada ya kuwasilisha mapendekezo hayo ya ukomo, serikali iliendelea kufanya tathmini ya athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya kisera ya washirika wa maendeleo. Tathmini hiyo iliyofanyika kwa vyanzo vyote vya mapato vya ndani na nje ilionyesha kuwa kutakuwa na upungufu wa mapato kwa takribani shilingi bilioni mia tano na hamsini hivyo Inapendekezwa kupunguza kiasi cha shilingi bilioni 550 kwenye makadirio ya awali ya shilingi bilioni 57,040.3 hadi shilingi bilioni 56,490.3. Fedha hizo zilizopunguzwa kwenye baadhi ya miradi ya maendeleo inayotegemea fedha kutoka nje. Kadhalika, sekta ya afya na elimu ambazo zilikuwa zinategemea baadhi ya fedha kutoka kwa washirika wa maendeleo zimepunguzwa na zitaongezewa kutokana na badiliko hilo, ili ziweze kupata fedha na kutekeleza shughuli zake kama ambavyo nimetoka kuelezea, Mheshimiwa Spika. Kwa kuzingatia mabadiliko hayo, sera za bajeti, mikakati ya kukusanya mapato, pamoja na azima ya serikali ya kudhibiti matumizi, sura ya bajeti inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanya na kutumika katika mwaka wa fedha 2025/2026. Bajeti hii inatarajiwa kugharamia mapato ya ndani shilingi trilioni 40.47, misaada shilingi bilioni E, trilioni moja nukta 07, mikopo shilingi trilioni 14.95 na kati ya mapato ya ndani yanayotarajiwa mapato ya kodi ni shilingi trilioni 32.31 mapato yasiyo ya kodi ni shilingi trilioni 6.48. na mapato ya mamlaka za serikali za mitaa ni shilingi trilioni 1.68 aidha mikopo ikijumuisha trilioni 6.27 kutoka vyanzo vya ndani na shilingi trilioni 8.68 kutoka vyanzo vya nje Mheshimiwa Spika makadirio ya matumizi ya serikali ya shilingi trilioni 56 nukta nne tisa kwa mwaka ishirini na tano ishirini na sita yanajumuisha stahiki za watumishi, michango ya pensheni shilingi trilioni 9.17, ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 5.58, malipo ya riba na mikopo shilingi trilioni 6.45, ruzuku kwa taasisi za serikali, mashirika ya umma, mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 22.17. Aidha, serikali inatarajia kutumia shilingi trilioni 7.72 kugharamia malipo ya deni la ndani na nje. Mfumo wa bajeti unaopendekezwa, Mheshimiwa Spika, ni kama unavyoonekana sasa kwenye jedwali namba tatu. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru washirika wote wa maendeleo walioahidi kuchangia bajeti ya Serikali 2025/2026 ili kufanikisha malengo hayo. Baadhi ya taasisi na washirika wa maendeleo walioahidi ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la fedha la kimataifa, benki ya maendeleo ya Afrika, benki ya kiarabu ya maendeleo ya kiuchumi, benki ya uwekezaji ya Ulaya, mfuko wa Abudhabi, mfuko wa Kuwait, mfuko wa kimataifa wa kusaidia mpambano dhidi ya ukimwi, kifua kikuu na malaria, mfuko wa OPEC, mfuko wa maendeleo ya kimataifa OFID, mfuko wa mazingira duniani, mfuko wa mabadiliko ya tabia ya nchi, mfuko wa kuhimili mabadiliko ya tabia ya nchi, mfuko wa GRMF, Umoja wa Mataifa na mashirika yote chini yake Umoja wa Ulaya International Fund for Agricultural Development Umoja wa Shirika la Chanjo Ulimwenguni. Kipekee pia nizishukuru nchi nchi wahisani walioahidi wa kuchangia katika utekelezaji wa bajeti hii ikiwemo Australia, Austria, Canada, China, Denmark, Finland, India, Indonesia, Ireland, Italia, Japani, Korea ya Kusini, Marekani, Norway, Oman, Poland, Sweden, Ubelgiji, Ufaransa, Hispania, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani na Uswisi. Aidha, napendekeza kutambua mchango wa moja kwa moja wa ushirikiano kutoka kwa asasi zisizo serikali ambazo tumekuwa tukishirikiana na nazo na sekta binafsi na asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya ya kiserikali na taasisi za kidini katika utekelezaji wa shughuli mbali mbalimbali za kimaendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kuhitimisha, nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa weledi wake katika kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kuongoza taifa letu. Hakika mchango wake ni mkubwa sana katika ujenzi wa taifa na hautasahaulika. Hivyo tutaendelea kumtumia busara zake, hekima zake na taaluma yake na uwezo wake katika kuendeleza ustawi na maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumtamukia maisha mema, kumtakia maisha mema na afya njema baada ya kustafu. Naomba nimwage kwa neno kutoka katika Biblia takatifu kitabu cha Hesabu 6:24 hadi 26: Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amina. nitumie fursa hii nitumie fursa hii pia kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Ruangwa kwa kuendelea kusimamia shughuli za serikali bila kuchoka kwa maelekezo yake mazuri kwetu wizara ya fedha na wizara zingine za kisekta katika utekelezaji wa majukumu yetu kadhalika nimpongeze na kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Doto Mashaka Biteko naibu waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na waziri wa nishati mbunge wa jimbo la Bukombe kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa waziri mkuu katika utekelezaji wa majukumu yake. Mheshimiwa Spika, napenda pia kukushukuru na kukupongeza wewe mwenyewe Dr. Tulia Ackson Mwansasu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mbunge wa jimbo la Mbeya na sasa Uyole na rais wa umoja wa mabunge duniani. Hakika, Mheshimiwa Spika, umetuheshimisha katika nyanja zote. Napenda udokeza kuwa Watanzania na bunge hili na dunia nzima wanajivunia. Aidha, aidha, niwapongeze pia Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, naibu spika mbunge wa jimbo la Ilala, pamoja na wenye viti wote wa bunge kwa kazi nzuri walizozifanya.